Dola bilioni 50 na ajira milioni moja ndiyo ahadi ya Rais Xi Jinping wa China wakati wa mkutano wa kilele kati ya Afrika na China unaoendelea mjini Beijing. Amesema China iko tayari kuimarisha ushirikiano na nchi za Afrika katika sekta ya viwanda, kilimo, miundombinu, biashara na uwekezaji. Ahadi nyingine zilizotolewa na kiongozi huyo wa Jamhuri ya wa Watu wa China vimehusisha msaada wa dola milioni 141 kwa ajili ya kusaidia operesheni za kijeshi barani Afrika. Serikali ya Beijing pia itatoa mafunzo kwa wanajeshi elfu sita na polisi elfu moja na maafisa wa usimamizi wa sheria kutoka Afrika un Trungwa zhengfu... u katika kipindi cha miaka mitatu ijayo serikali itakuwa tayari kutoa msaada wa kifedha unaofikia dola bilioni 50.7. Zaidi ya nusu ya kiasi hicho kitakuwa cha mkopo <tutu> na kiasi kingine cha dola bilioni 11 kitatolewa katika namna tofauti za usaidizi kikiwemo cha dola bilioni 10 kwa mpango wa kuchochea makampuni ya Kichina katika uwekezaji wake. <tutu> <tutu> <tutu> Mikutano ya China na taifa moja moja la Afrika iliyofanyika kando na mkutano huo ilitoa ahadi nyingi za ushirikiano zaidi katika miradi kuanzia reli, nishati mbadala na hata biashara kwa pande mbili. Wakati Tanzania kupitia Rais Samia Suluhu Hassan amepata ahadi ya ufufuaji wa reli inayounganisha taifa lake na Zambia. China, taifa la pili kwa nguvu za kiuchumi duniani, ni mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara Afrika na imekuwa katika juhudi za kutumia rasilimali nyingi za bara hilo ikiwa ni pamoja na shaba dhahabu, lithium na madini mengine adimu. Zaidi ya viongozi 50 wa Afrika na katibu mkuu wa umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, wanahudhuria mkutano huo kati ya China na Afrika. Je, mkutano huo unatija kwa Afrika?